Yo, hata kama hao ndugu zake wao wenyewe watasema hawakutambui wewe, kwa sababu sio mtoto halali. Lakini kama yeye mwenyewe muhusika aliruhusu wewe uweze kumiliki na akakuachia ushahidi, basi haki yako utaipata na utarithi kama kawaida. Kikubwa tu tuwe na hizo hizo hizo hizo hizo hizo, kama ni documentation, kama, ni, kama itakuwa kwenye, kwenye, kwenye mfumo wa sauti, labda wasia ama mfumo wa maandishi Ambao huo sasa tutatumia kama evidence ambayo itakupa kibali o cha kuweza kuwa is... mm. Sawa, wife huyu ndio ule client ambao nilikwambia kwamba Hmm. Binti, mambo poa. samani sijui umeolewa? Hapana. Hmm, maybe una boyfriend? Hapana, niko single. Ah. Sasa, kwa sababu uko single unataka kila mtu aweze kujiji kuzungumza na mume wa mtu, umevaa hivyo mapaja yote yako nje hivi umekuja kusikilizwa kesi au na vitu vyako vingine? Wewe msikie basi, mama bibi, ngoja wewe. Unakuja umevaa hivi, unakuja kuzungumza na mume wa mtu, unaingia nyumbani kwa mtu, uko na confidence ya kutosha eh, au umekuja kwa kwa mambo yako mengine, si ndivyo? Hebu nisikilize msichana, nisije nikakuharibia siku. Naomba toka siku utakaoona umevaa vizuri, njoo zungumze na mume wangu, lakini sivyo hivyo ulivyo Eti wakili, ni kweli jamani? yeah, by the way, hapo ulipokuja ni ofisini kwake, kwa hiyo yana nguvu sana kuhusiana na hicho kitu, kwa hiyo iko sahii kabisa. Sawa, so... hey, mgoja tena, naomba hapo hapo kwanzia hapo hapo ulipo, ukiwa unatoka nisioni unatikisa kitu chochote, sawa dada? sijui umenielewa. Yaani tembea wima wima, naomba unyoke okay. Kikitikitika kitu chochote, ishia hivi hivi, mchangamsha miguu. Natamani tamani, moyo wangu ungekuwa TV, ungekuwa unaangalia ndani, jinsi ninavyokupenda. Nakupenda sana ni sananaanya Nimesha kwambia sihitaji hicho ambacho unakihitaji. Kwa nini unazimisha vitu? Please, mama ni ni nini? Mimi sihitaji mahusiano na wewe na kabla sijaenda masomoni nimeshakwambia, na sipendezi wewe kuwa karibu na wazazi wangu. Tafadhali naomba uache, nawa ukihitaji tena ukaribu hata wa salamu, kombo zinetile

ipi tayari, mi naondoka sasa. Kesho Mungu akipenda nitakuja kumuona tena sawa. Lakini Imana, pia unaweza kuongozana nagoi, maana pia anaelekea huko huko. Aya ah, bae utatokea kwa baba. Ah, okay, sawa.

Mwanangu vipi wewe? Chado mwanangu, moja kwa makini mwanangu, utapigwa visu kama vyote afu, unaona watu wabaya sio kirahisi, boy. Ah, sio kirahisi, wala sio kinyonge, kwa mzoa misumari waga sio kupagi kufa. Vipi wewe mpaka huku bila hata kuniambia, sio? Nataka nikuagembelea dada yako nini, vipi mwanetu? Mimi ulijua nimemaliza naye wewe. Oh, sijamaliza nafunitaka nimaliza. Vipi mwanangu, mtumia hujamwona? Mwanangu mimi toka nimeingia, nimechoma ndani, sijamwona kabisa ali. Yani dalili zote zinaonyesha kwamba hili jumba halina mtu, kwa sababu nimefika hapa naona kabisa hakuna mtu yoyote tunafanyaje ni sielewi, mwanangu. Sijui za kuzipi ni zangu hizo hizo ndota. Tunafanyaje sasa? Nisikize mwanangu, kwa vile hayupo ndani chakufanya kufanya hapa tunavunja kila kitu, ili mradi aje ajue pesa na wauni ni vitu viwili tofauti. Sisi waga tunaga huruma, ukizingua tunamaliza mwanangu. Respect anzia hapo hapo alipokaa.